My people mambo vipi, mpopoa welcome back to my YouTube channel. This is Kadala TV, all the way from Tanzania, the house of Tanzanite minerals. Nawashukuru sana kwa support yenu. Sasa nimewekea hii video kwa wale wageni, muisikilize itakusaidieni sana sana sana sana, kwa hasa hasa kwenye maswala ya mabanda, maana watu wanauliza sana kuhusiana na mabanda. Ebu fuatilia hii video mpaka mwisho ili ikusaidie. Nakupenda sana Mambo vipi, mpopo anawapenda wa sana. Jamani, mnaendeleaje? Habari za asubuhi. Leo ni Alhamis. Uh, welcome back to my YouTube channel. This is Kadala TV all the way from Tanzania, the house of tanzanite minerals. Mambo matano ya kuzingatia au muhimu katika banda la kulelea vifaranga, mambo matano muhimu ya kuzingatia au ya ku yaani, mambo muhimu ambayo unatakiwa uhakikishe unayafanya au unayafuata katika kuandaa banda la kulelea vifaranga. Jambo la kwanza kabisa, banda lako la vifaranga, vifaranga wadogo, maanake wa vifaranga wa siku moja siku mbili mwezi hivi, wale ni wadogo, wanahitaji wana, wanahitaji close care. Close, close close caring, very close caring. Kwa hiyo unatakiwa ujenge banda lako karibu na nyumba unayolala wewe mwenyewe. Sisemi ulale ndani ya nyumba, ndani ya banda, kwa sababu kuna watu wanapokea vifaranga alafu wanalala ndani ya banda. Siwezi <laughs> kulala ndani ya banda hata wewe siku moja. Siwezi kulala ndani ya banda wewe, why are you sleeping in the same room in their chicks? La, hapana, lazima uwe karibu kwamba hata ukisikia pie unakimbia, ukisikia pia unakimbia. Kwa hiyo lazima banda lako liwe karibu na nyumba ambayo wewe unalala, ili uweze kufanya monitoring, iwe usiku iwe mchana, sio kulala ndani ya banda. Lakini apiri, jambo la ya pili banda lako lijengwe mita ishirini au hatua ishirini kutoka banda la kuku wakubwa. Mimi kwangu nina banda la kuku wakubwa na banda la kuku wadogo, na banda langu la kuku wakubwa limelijenga eneo la nyuma ya mji ninaolala lakini banda la vifaranga ambalo ambao nalelea vifaranga liko very close na nyumba ninayolala. Banda la kuku wakubwa liko nyuma, behind my house in my backyard, ndo ndo banda la kuku wakubwa lipo. Lakini vifaranga wana, wana, wana, banda lao liko mbele, yani very close with my kitchen. Kwa hiyo karibu kabisa na nyumba ninayolala, so even the night I can monitor it. Haina maana ya kwamba siwezi kwenda kwenye banda la nyuma kule, lakini lile liko very long distance compared to this banda of chicks. Kwa hiyo banda lako ujenge liwe karibu na nyumba unayolala, ili iwe rahisi kufanya monitoring, iwe usiku iwe mchana, ya yeah. Lakini pia banda la vifaranga lijengwe katika eneo ambalo upepo unapovuma usitoke upepo kwa kuku wakubwa kuja kwa kuku wadogo. Yani, maana yake kama kama eneo lako liko, liko, liko lina lina, lina gentle slope fulani hivi, banda la vifaranga liwe juu kule, alafu banda la, la kuku kubwa liwe chini, ili upepo unapovuma utokee kwa vifaranga unakwenda kwa kuku kubwa, lakini usi, upepo usitoke kwa kuku kubwa unakwenda kwa kuku wadogo, kwa sababu unaweza ukabeba magonjwa kutoka kwenye kuku, kuku kubwa kubwa kupeleka kwenye kuku wadogo. Yani lazima uangalie yani upepo unapovuma usivume kutoka kwa kuku wakubwa ukabeba maradhi kule ukapeleka kwa kuku wadogo. Na ndio maana huwa tunashauri kwamba madirisha ya, ya, ya chumba cha vifaranga au kuku yawe makubwa, ili upepo unapovuma unavuma kutoka huku unaenda unapita madirishani pia unapitiliza kwenda huku. Sasa huko unakoenda usiende ndiko ambako uliko banda la vifaranga. Kwa hiyo lazima huwe unaangalia kwa hata unapojenga banda lako, pia lazima uangalia pepo zinaenda wapi, ingawa pepo huwa zinabadilika zinaweza zikaenda hivi zikaenda hivi, lakini mara nyingi Zinaeza, za, za hivi zinaweza zikawa ni mara nyingi lako pia na unyevu unyevu na ubaridi chini kwenye sakafu, kama wanakaa kwenye sakafu. Lakini kama wanakaa kwenye wavu basi ule wavu sababu kuna, kuna ile mesh, alafu kuna ilena chicken chicken vitobo vidogo vidogo. Yani kuku, kifaranga asifike mahali anatumbukiza kwenye vile mesh. Vahtumbuiza mguu kwenye vile vitobo vyamhikwamba mwisho wa siku anaweza akavunjika mguu, na watavunjika wengi, akavunjika mguu na ukasababisha maradhi mengine. Na zile nyaya unazozitandika lazima ziwe smart, kwa sababu lazima ukumbuke kwamba wale kuku nyayo zao ni laini sana. Kama nyayo zao ni laini sana, maana yake kama waya zako umeziweka tu ovyo ovyo, wanachomwa. Wakichomwa ndo miguu ile inavimba inakuwa kansa. Kwa hiyo miguu yao inakuwa ina, ina inakuwa na maradhi. Kwa hiyo lazima banda lako uangalie, kama kwenye floor floor hiyo isiwe na unyevu unyevu. Meaning what? Kama maranda ameloa unayatoa unawatandikia mengine na wanafurahi. Kwanza ukibadilisha tu maranda utaona wanafurahi wanaruka ruka, wanafurahi wana, fry, wanaenjoy. Lakini pakiwa pabichi wanapata shida, wanachagua wapi walale. Ikiwa hawana pa kulala wanalala tu hivo pabichi. Lakini sasa ndio nakaribisha magonjwa. Sijui kama naeleweka hapo, sijui kama naeleweka jamani. Na, <laughs> natamani mbona mnanielewa vizuri. <laughs> Lakini sasa pia kuku lazima wawe wa kutosha kwenye banda lako lazima wawe wa kutosha, sorry, Madam, Madam Kibibi, is done, is done, finished? Ah mama, unaona eh? Kwa hiyo lazima uangalie banda lako liwe kavu liwe salama kwa vifaranga yako. Tunazungumzia vifaranga, tunazungumzia kuku wakubwa. Lakini pia ndani ya hilo banda lazima wawe na nafasi ya kutosha ya nne hiyo, lazima wawe na nafasi ya kutosha. Kuku anahitaji kucheza, wanahitaji mazoezi, kuku anahitaji kulala, kuku anahitaji yana ngumi. Kwa hiyo lazima wawe na eneo la kutosha, na ndio maana kuku, ndio maana niliwahi kuelekeza siku moja pale bandani kwenye keji. Mimi kwa sababu napiga na, na nafugia kwenye floor vifaranga, ile keji yako siiko duara hivi, hapa ndio umeziba yale ma, ma, ma, ma, ma, ma sing board yale maji na chakula vipange huku kumwishoni, kukaribu na masing board huku maji una hapa, maji hapa, chakula hapa, maji hapa, chakula katika ile half sako ile, hapa maji, hapa chakula, hapa maji, hapa chakula. Hata wewe unapotaka, unapotaka ku, ku, ku, ku save kuwawekea maji au chakula, haulazimiki kuingia ndani ya keji, unasimama out of cage, then unaweka maji, unaweka chakula, unaweka nini hivyo. Lengo la kufanya hivyo ni kwamba pale wanapokunywa kunywa maji, wanapokula chakula, pale patakuwa pachafu, kwa sababu hata unyevu utakopa, kwa sababu ya yale maji wanayokunywa, wanaloa nini, wanamwaga mwaga nini. Lakini kule mbele kule kote kutakuwa kukavu, na wenyewe wana akili. Wakisha kula kula nini, wanatoka wanaenda kulala pembeni ambako ni kusafi salama na kukavu. Kwa hiyo, wewe ndo lazima uangalie kwamba sasa hapa nipangeje? Sasa mwingine anaweka hii ndio keji eh? Sawa, hii ndio keji anaweka hapa pale pale. Kwa hiyo akitaka kuhudumia lazima aingie, lazima aingie. Sasa wakati mwingine miguu yako haiwi salama, kwa kushauriwa kuweka maji mlangoni, unapoingia lazima miguu yako uchove kwenye yale maji yenye dawa ambayo ni antibiotic, ili unapoingia wale wadudu hao wamekufa pale. Lakini ile mimi siamini sana, na pia naona ni kuongeza tu ekaheka kwenye maisha huwa Naweka keji yangu vizuri, siingii humo ndani. Nikiingia humo ndani, naingia kusafisha. Hata kama nataka kusafisha banda, nataka kuwatoa, nafungua ile keji kidogo, naandaa keji nyingine huku, natoa maji, natoa chakula, napanga huku, alafu wanaona yale maji, wanaona chakula, watatoka wenyewe huku mbio, watahamia kula, alafu mimi nasafisha. Nikishasafisha nataandika, nafunga kuko smati. Kwa hiyo ukifanya hivyo, vifaranga wako wanaenda kuwa salama kabisa, na hilo banda linakuwa na sifa kabisa ya kufugia vifaranga, tofauti na mabanda mengine, siu kama naelewa. Kwa hiyo nafasi ile lazima iwe kubwa. Mi mnaonaga keji zangu, ingia hapo kwangu, angalia keji zangu, mi keji zangu za nafasi. Hata vyumba vya kuku mimi ni vikubwa sana, yaani ni vikubwa, kukuwa wabanani, kukuwa wasumbwani, wa kukuwa wabebani, kukuwa walaliani, nafasi inakuwa kubwa ya kutosha. Lakini ya tano ambapo nimesema lisielekee lisi, lisi, lisi, lisi, lisi sehemu ya upepo ambapo unaelekea, kama vifaranga vyako vinakoishi, upepo usielekee kule ambako vifaranga vyako vinaelekea, ili kwamba iwe salama na vifaranga vyako wasipate madhara ambayo wewe unafikiri unafikiri kwamba inaweza ika upepo ukawakuta vifaranga wako. Ukifanya hivyo, yani kila kitu kinakuwa salama kabisa. Mimi nawapenda sana jamani, tutaonana baadaye na Mungu awabariki.